Yote kwa yote mchezo ni kesho saa kumi kamili mchezo utakaochezeshwa na Matthew Akrama, kwa sababu watu walikuwa wanajaribu kuuliza nani ni nani. Kwa hiyo msaidizi kule nje atakuwa Elisa C na Zani Lainwani, alikadhalika Mohamed Mkono Line tu. Kwa hiyo hawa ndio waamuzi wa kesho. Sababu kubwa ilikuwa ni kumwandaa mwamuzi kisaikolojia, kwa sababu ukimtangaza mapema ukweli unabaki kuwa pale pale. Timu za Simba na Yanga zina uzito wa aina yake. Mchezo wake ni japo ni wa ligi ni kama, ni kama Ndanda kucheza na Majimaji, Afrika Lioni kucheza na Mbeya City, lakini hizi timu ukweli kwamba zina historia ya ukongwe zina zina zina, zina, zina hazina ya mashabiki wa ukilinganishwa na timu nyingine, na historia inatuonyesha kwamba timu hizi zinapopambana ni kama inapotumika ile lugha ya wazungu dabi, yani kuna ushindani zaidi ya ushindani. Kwa hiyo hata mwamuzi anayekuja kuchezesha, si tushaandaa mwenzetu kisaikolojia. Kabla hapo tulikuwa nao kama watatu au wawili, sitawataje, ambao jiandaeni kisaikolojia, lakini mwisho wa siku tumekwenda neno ambalo tukaona kwamba bora tumtaje huyu ambaye sisi tumeshafikiana na mwafaka, na tukachezesha mchezo huo. Kwa hiyo tunachoomba tu, na watanzania nao wampe ushirikiano, mabenchi ya ufundi, imani yetu atachezesha vema, watu watakuja kufurahi mara baada ya mchezo, burudani nzuri kutoka uwanjani.